mwanzo tulipokuwa tunapanga wazo hili tulisema tuandae kwa watu mia moja. Tukapiga hesabu mia hawatoshi, tukasema ya watu mia mbili, hatimaye tukasema ya watu mia saba. Lakini leo wapishi wanatuambia wametumia sahani elfu moja na kila mmoja amepata chakula na tumeshiba kweli, si kweli? Kwayo ni jambo kubwa kweli kweli, kukutanisha watu elfu moja wa kanda ya Pwani. Kwa hiyo kama mwenyekiti wa kanda ya Pwani, ni kiongozi wa dini zote, Wakristu, Waislamu, vile vile tunao wenzetu kwenye mfungo huu kwa wa Kwaresma, wamefunga wakina Frenki na wenzie, lakini tumejumuika nao hapa Wakristu ili kuonyesha mshikamano kati ya Wakristu na Waislamu katika shughuli hii ya dini. Basi itoshe kusema umoja huu tulionao, ningependa kuona unafika mbali kweli kweli. Leo tumeanza na mapungufu yetu, lakini pale kwenye mapungufu mtusamee, mtuwiye razi. Mungu akijali, futari ijayo tutaifanya kwa kila mkoa, sio ya kanda. Tutakuja mkoa wa Pwani, tukaa na viongozi na wananchi wetu, tutakuja Dar es Salaam, tutafanya tukio kama hili. Wangapi wanakubaliana no na utaratibu huo? E, ngoma ipigwe kwa mikoa, si ndio? nilikuwa naongea na tajiri mmoja pale anaitwa Alex, akasema angejua mwitikio uko hivi, tungeanza kufuturisha kumi la kwanza, kila kumi tunafuturisha. Sasa bahati mbaya tumefuturisha leo kumi la mwisho, kwa hiyo bwana Alex, tujipange mwakani. Sasa kwa kumalizia, ndugu zangu, tumemaliza tukio letu, tunawatakia mfungo mwema wa Ramadhani. Tunajua tutasherehekea sikukuu ya Idi na chama chetu kimetangaza operesheni ambayo kesho kutwa inazunduliwa Mbeya, na sisi kanda ya pwani tumetajiwa tarehe yetu, si ndio? Kama mnavyoona futari hii hata operation ya uko, mambo ya yakifanyika huko, wakija kanda ya pwani wategemea mambo yatakuwa makubwa zaidi. Sisi hatuna shughuli ndogo, kweli si kweli? Mambo hayo yasiishie kwenye chama tu, hata kwenye shughuli zetu tutazopangiwa za operation na mambo mengine, ni waahidi wana kanda ya pwani, kanda ya pwani haina mchezo mchezo shughuli yoyote na wajibu wote takaopewa utakuwa ni mkubwa kwelikweli. Kwa kama kuna operation natarajiwa kuda kanda ya Pwani, jueni hapa itakuwa ni babu kubwa, haitokuwa ya kubipubipu chini ya mwenyekiti mimi. Lakini najua vile vile wenzetu wa mkoa wa Pwani niliwaahidi ofisi ya mkoa, mwenyekiti wa mkoa angewaambia hapa. Ahadi yangu ya ofisi ya mkoa tumekaribia kupaua. Kwa muda si mrefu nitakabidhi ofisi ya mkoa wa Pwani ambayo ina zaidi ya vyumba sita na ukumbi wa mikutano. Nilikuta wenzangu wameanza kwenye msingi, lakini sasa hivi nakaribia kuikabidhi, tunakaribia kupaua, muda sio mrefu. Kwa hiyo hizi ahadi za kukutana, kushirikiana, tuendelee kuhimizana. Tukifanya hivi, tukawa karibu na jamii, ni imani yangu kwamba kupitia dini ndo unaweza kumboresha mtu kuhusu siasa, kweli si kweli? Sasa unapotenga dini ya mtu kwa nayo mbali, wale waumini unapowapoteza, unapoteza wapiga kura na unapoteza kundi kubwa la viongozi. Leo ndugu zangu Waislamu, mkirudi huko, mnajisikia fahari kwamba chama chetu kimetufutulisha, kimewagaia hadhi na heshima ya kwamba na nyinyi mnatambulika na mnafahamika huko maeneo mlikotoka, kweli si kweli? Sasa waambieni hatujafanya uchoyo, mwaka ujao na wao tutawakaribisha, tutapokuja kwenye mikoa yenu.